Sisi hapa tunafanya tunashona nguo kwenye kwenda a kiwanda cha nguo, lakini pia tuna kiwanda cha cha viatu kwa ajili ya kushona viatu. Isipokuwa kwenye kiwanda cha nguo tumejiongeza zaidi, tuna sehemu tunazichapa nguo, maanake tunazibrandi nguo au kuziwekea maandishi na manembo ya aina mbalimbali. Tuna sehemu ya utengenezaji wa mifuko ambacho hii ni aidi ya mpya ambayo tumeanzisha. Kiwanda cha nguo sasa ndo hichi sisi, uh, kushona nguo manake ndo hapa uh, sare zote the... yani sare zote za idara maalum ni hapa. Jukumu letu kuu la kushona uniform za idara maalum za SMZ ni kuhakikisha kwamba uniform hii inakuja katika, katika ubora. Lazima tuishone hii katika hali ya ubora. Tuna masupavisa wetu wa ambao wanawasimamia, na ndipo kinatoka kitu chenye ubora kama hichi tuna uwezo wa kuzalisha nguo hata pea mia moja kwa siku, manake tuna uwezo mzuri wa kushona na nguo ikawa vizuri zaidi. So, hapa tunakusanyika katika mafundi wa design tatu mafundi, hao manake ni waajiriwa. Kuna wanafunzi ambao kwa ajili ya mafunzo ya field, na pia kuna wanafunzi ambao wanajitolea tu. Mtu mwanafunzi amekaa nyumbani hana pakwenda, manake sisi tunampokea kwa ajili ya kujiendeleza. mwanafunzi wa chuo cha magereza nimekuja hapa field muda miezi mitatu, lakini baada ya kufika hapa nilikuwa bwana, siwezi kushona, lakini baada ya kupata ushirikiano na wenzangu nimefahamishwa. Sasa nashukuru alhamdulillah, nishajua, nishafahamu. Nianza taaluma hiyo kujifundisha katika chuo cha JKU. Nilipomaliza mafunzo yangu kaja zangu field, nikaona bora nje nijitolee hapa, so sikantaani kashashika na magenge ya kwa combat kule, kama combat Tunakuja hapa tunatengeneza tuna, tuna, tuna hizi vyeo na vile vya humu vyeo ambavyo utaviona hapa kwa hivi na hivi vyote, tunafanya tunafanya hapa katika. Changamoto kubwa ambayo mwanzo nilikuwa inatukabili ilikuwa ni upatikanaji wa soli ambazo kwa ajili ya kutengenezea viatu vya aina zote. Sasa hivi katika utawala wa Dokta Mwinyi tumepata mashine mpya kabisa, hii mashine ambayo tutakuwa tuna uwezo wa kutengeneza soli za aina zote ambazo tutakuwa zinapatikana hapa, hapa hapa katika kiwanda chetu cha Idara maalum ya SMZ. mm -hmm.